Session 2 ya kona ya michezo ndani ya Mbio TV na tunaangalizia mchezo wa Tanzania dhidi ya Morocco ambao umeisha kwa goli moja kwa sifuri huku Morocco wakipata goli, na matukio mengi yameonekana kwenye mchezo. Nikiwa na kijana hapa, atajitambulisha ni nani, na tunaomba utupitishe eh, kwenye zile au, uh, kwenye yale mambo ambayo umeyaona kwenye mchezo wa Tanzania dhidi ya Morocco karibu. Uh, kwa majina naitwa Rogers Junior hmm. Uh, mechi ya leo nimeiona vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho cha chak, chak, kwanza ni wapongeze mm. eh, ni wapongeze sana timu ya taifa ya Tanzania mm. kwa kuwa na mchezo mzuri sana, wameonyesha um, um, um, kiwango ambacho watanzania wengi hawakuwa mm. wakitegemea mm. japokuwa refa alikuwa alipo upande upa, upa, wetu, lakini huo ndo mpira sana na hatuwezi tukakataa, ndo matokeo yaliyojitokeza yali, yali, yali, yali. ni matokeo gani ambayo uliyaona uli kwenye mchezo yakakwacha mdomo wazi yakakushangaza? Ah, matukio ni mengi sana matukio mm. ni mengi hapo yaani, mbali na matukio aliyofalii, kuna yale matukio kama Simon Msuva pale mm. kapata chance chance nzuri kabisa ile mm. chance ya dhahabu, si tunaweza tukasema mm. kakosa pale mm. pasi nzuri ile toka kwa nani yule nani fullback yule wa Tanzania mm. kapiga pasi nzuri kakosa pale Simon Msuva. kuna chance nyingine pale alikosa alikosa nani Faisal pale mm. katuliziwa pale na mwalimu ni nyingi lakini wameshinda kutumia. Okay, tukija kwa upande wa refa e, kwa nini alikuwa akionekana ni mtu mwenye jaziba sana anapoenda kuwaziba uh, anapopuliza uh, kipenga kwa ajili ya uh, faulo au kosa kwa Watanzania uh, kwa upande wa refa hii, nadhani nikasema, hmm. ni tempa ya mchezo e, hmm. ilimzidia sana yani, hmm. mashabiki wale pamoja hmm. na wachezaji wa ndani wote hmm. benchi la ufundi walikuwa wanampa ile pressure ambayo ilifanya yeye ashindwe kuhimili mchezo ule, yani alikuwa ameshatoka kabisa ndani ya mchezo hmm. E, ndio hicho kilichofanya watu waone kama vile anakosea. hmm. Uh, unadhani kwa strength ya kikosi cha Morocco na Tanzania, Morocco waliamini hiki ambacho uh, kimetokea kwenye mchezo wa leo? uh, of course wasingeweza kuamini. hmm. Ilikuwa sio rahisi sana mm, wao wenyewe hawakutegemea ile iliyotokea. Kweli Tanzania imeonyesha kiwango kilichokuwa cha juu sana, maana pale ukiangalia Morocco kuna wachezaji wakubwa sana, Brahim Diaz pale iko Real Madrid mm, Ashraf Hakimi PSG, wanacheza na wachezaji ambao hawana ile experience ambayo wenyewe wanaoipata mm, wana kule. Kwa hiyo ilikuwa sio ngumu sana, ile ilikuwa sio rahisi, ilikuwa sio rahisi kwa kuamini kama wangepata matukio kama haya. tukio la mwisho ambalo lime tia gumzo eh, kwa hasa kwa upande wa Tanzania ni penalty ambayo ilitakiwa ipatikane eh, na kusababisha wachezaji mpaka benchi la ufundi lote nje eh, kuanza kumshawishi Lefa kwenda kuangalia kwenye VAR eh, lakini mbali na hivyo Lefa kufanya hivyo, unadhani ni kwa nini au hakupaswa kuchukua maoni ya watu ambao wanamwambia Hapana, ile mm. alio, alio jambo lile lilifanya ile li, lifali ilikuwa tunaweza tukasema alikuwa sio sahihi. Alikuwa sio hayuko sahihi. Mm, maana pale ukiangalia kweli ile ile chance ambayo alikuwa ameipata Edi, ili Selemani mm. ilikuwa ni chance ambayo angeweza kuscore goli lakini sasa, yule beki lame alienda akamchallenge pale, akamsukuma, lakini ile fali kutokana na tempo ya mchezo mm, watu wako watu dakika za mwisho zile, watu akuweza kutoa ile hali hali hali nini mm, tunaweza tukasema ile eh, maamuzi kwa yeah, maamuzi yale eh, maana pale angesema kwa akatoi maamuzi pale yangekuwa mengine, sasa ili na maana hata mechi yenyewe ingekuwa ndio imeanza. Kwa hiyo ile ilikuwa sahihi. Kwa upande wako, unadhani kabla ya mechi kuanza eh, Morocco dhidi ya Tanzania, ulikuwa unategemea kitu gani? Ah, kwangu mimi hapa nilichokuwa mm, nategemea sana mm, ni Morocco, like, au, au, au utawale mchezo japokuwa mm, ijawa hivyo, yaani hawakutegemea ni Morocco ilibidi utawale mchezo mwanzo mwisho, mm, lakini kilichotokea W mpaka, mpaka sahizi wako wanajiuliza vipi? hawa ilikuaje? mbona tuko tunawachukulia wa kawaida. Tanzania imefanikiwa kufika kwenye raundi ya kumi na sita mae safari yao imeishia hapo. unadhani ni nafasi gani au ni opportunity gani ambazo uh, wachezaji wa Tanzania watazipata kulingana na uwezo ambao wameonyesha kwenye game ya yarefu? Ndio, nafasi ni nyingi sana mm. Wameonyesha wame kiwango cha hali ya juu mm. Mm. Kuna baadhi ya wachezaji wameonekana wame sana pale mm. E, yule nani, Mabua Alphonse mm. Ameonekana sana kweli, nahisi anaweza akapata akapata hata timu kubwa ambayo mm. inaweza ikamhitaji pale. E, mbali na huyo, kuna Iblabaka ameonyesha mm. kiwango cha hali yeah. ya juu Bakali mwa hakutegemewa kama angecheza namna hii amecheza mechi zote kabisa mm. na dakika zote amemaliza kwa mm. hiyo wachezaji wameonyesha kiwango kizuri. Kwa kumalizia, uh, una kipi cha kuambia watazamaji wanaotazama hivi sasa? Uh, watazamaji, uh, nachoambia mm. tuendelee tu kusupport mpira mpira mm. wa Tanzania maana unazidi kukua mm. siku baada ya siku tumeona, maana mm. Tanzania sasa hizi, labda um, tunavyocheza so so kama Tanzania ile, like, ya kipindi kile ajira, tunafunga tunafunga mm. goli saba, yeah. E, naonaisi nakumbuka sasa hizi mm. Tanzania ya Gamondi kweli imeimarika kweli, kuna